Naitwa Paulo Komeka Mwampamba mwenyekiti wa mamlaka ya mji mdogo Mbalizi mamlaka yenye watu wasiopungua 91857 kwanza ni mshukuru sana rais Mama Samia kwa huduma ya maji ambayo ametupatia katika mkoa wa Mbeya lakini la pili ni washukuru sana meneja wa maji mkoa wa Mbeya namna alivyowezesha kuhakikisha maji tunapata kwa wakati lakini pia anatutibia maji ili tusipate madhara Leo nimejifunza mengi sana kupitia idara ya maji kwamba wana kazi ngumu ya kuhakikisha maji yanapatikana, lakini maji yaliyo safi kwa wakati wote. Ni wahasi sana wananchi wa mkoa wa Mbeya, mara unapoona maji yanatiririka kwenye mpira wa aina yoyote ule, toa taarifa na ikiwezekana mwambie mwenyekiti wa serikali za mitaa, tukate maji yale kwa muda ili maji yasipotee. Gharama inayotumika kwa ajili ya uzalishaji wa maji kwa leo nimejifunza ni gharama kubwa kuliko bei tunayolipa ya maji lakini pia nilikuwa natoa semina kwamba ikiwezekana, wale wasiolipa kodi ya maji siku moja tuwatembelee, tuwakusanye waje waangalie namna serikali inavyozalisha maji ili asisumbue kulipa kodi. Nafikiri tukifanya hivyo hakuna Mtanzania ambaye anaweza kukwepa kulipa kodi kwa sababu atakuwa ameshaona vyanzo vya maji, namna vinavyoshughulikiwa na serikali, lakini pia maji mpaka anafikia nyumbani kwake ni gharama gani inatumika. Kwa majina anaitwa Ramadhani Hassan Tave ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Soweto uliopo kata ya Rwanda. E, kipekee nipende kuwashukuru kwanza wenyeji uh, wetu kwa maana watu wa idara ya maji ambao wametufikiria kutualika sisi kama viongozi wa serikali ya mtaa tuweze kufika kuangalia shughuli wanazozifanya, ili sisi tukawe mabalozi huko tunakotawala, tunako, tunako huko, kwa maana ya kuwahamasisha wananchi kuangalia miundombinu hii, kuilinda iwe salama na isiweze kuharibiwa na mtu yoyote. Na pili, kama maji ya labda ya ya mabomba yamepasuka, me, ya basi kila mwananchi awe na jukumu la kutoa taarifa e, idara ya maji, ili waweze kuyadhibiti kwa sababu maji yanatumika kwa gharama kubwa kwa kweli e, kwa sababu yanatumika kwa gharama kubwa. Mimi mwenyewe kwanza, kipekee kama kiongozi Leo tulivyokuwa tunakuja nimeona lile bomba limepasuka pale, mi moyo umeniuma sana, kwa yale maji navyoona na jinsi walivyoyagharamia halafu yamepotea tu bila kwenda ku, nani kwenda ku, kuwasaidia wananchi. Lakini pili ni waombe wananchi sasa kupitia ziara hii, tuwe wajumbe wazuri katika kuhakikisha tunalipa bili za maji kwa wakati, ili sasa wenzetu wa idara ya maji waweze kutupa huduma inayostahili kwa wakati pia. Uh, mimi naitwa Evans Songera Mwambebure. Uh, ni mwenyekiti wa mtaa Majengo kusini kata ya Majengo. Kwa kweli kwa leo tumeitwa wenyeviti kuangalia mradi wa maji jiji la Mbeya, kweli kwa jinsi walivyotuonyesha kwenye vyanzo vya maji na sehemu zile ambazo ndio sehemu kuu za kupokea maji na kutibiwa maji kwa kweli ni mradi mkubwa sana afu vile vile kitu ambacho kimenifurahisha sana ni ule mradi mkubwa. Kwa kweli tulikuwa naambiwa tu kwenye mkutano wenye viti, lakini sasa tumejionea kweli ni kazi kubwa inayofanyika na Mama Samia. kazi kubwa sana yani, kwa hilo tunamshukuru sana, sana sana. Sisi wenye viti ambao tumekuja kuangalia huu mradi tulikuwa nasikia tu kwamba tumeletewa mradi Mbeya, mradi mkubwa, lakini sasa leo tumejionea ni kweli na tutafikisha kwa wananchi wetu kwamba ni kweli kama tulikuwa nasikia tu kwenye, kwenye, kwenye, kwenye habari tu kwamba hivi sasa ni kweli, kwa sababu wananchi wangu watanielewa, kwa sababu nimekuja kujionea na ni kweli mama. Mungu amlinde sana. Mimi kwa jina naitwa Esther Torinje Mwalingo, ni mwenyekiti kutoka Iwala. Kwanza kuhusu na ziara hii nimeifurahia sana, nilivyoona vyanzo vya maji na nimeona jinsi serikali inavyofanya kazi. Nimeanza kuona kule kwenye uhifadhi wa, wa maji tulikoanzia, tumekuja tena pale juu, nimekuja tena hapa. Kwa kweli nimefurahi mno, nimeona kwamba kumbe serikali yetu iko kazini. Alafu pia nime, nimeona kwamba ni bahati leo kuwepo kwenye ziara hii tumejifunza mambo mengi tulipokuwa tunazungumzia habari za kulinda mali ya asili, wengi walikuwa hawajui. Naamini ujio wangu leo na, na ziara hii nitakuwa mhamasishaji mkubwa kwamba mali ya asili inatakiwa ku, ku, kutunzwa na pia hata mito mita 60 nimeiona kwamba inatakiwa kuitunza kwa ajili ya kutunza maji. Naamini katika semina ile ya asubuhi imezungumza kwamba maji ni uhai wa mwanadamu, maji ni kila kitu. Najua kwamba unapoumwa lazima utumie maji, lakini tulivyofika hapa tumeona maji yalivyo, maji yalivyo na jinsi yanavyofanya kazi. Naomba nimshukuru huyu mama mama mama Samia kwa kazi anayoifanya. Naamini mama yuko kazini, na pia tuendelee kumwombea katika awamu hii ambayo yupo, ili tumpe mitano tena aweze kufanya kazi vizuri. Najua mama yuko vizuri na tunamwombea mitano tena aipate. Majina, naitwa Esther Harrison Mwaipongo ni mwenyekiti wa mtaa mtaa wa Meta. Kwanza kabisa, napenda kutoa shukurani za dhati kwa viongozi wote wa idara ya maji na kuita viongozi wote wa serikali za mtaa wote tujifunze juu ya maji. Kwanza kabisa, napenda kusema tulipokuwa pale ndani katika ukumbi tumejifunza mengi cha kwanza kabisa nilichokiona ni zile pesa ambazo zimetolewa kwa ajili ya ujenzi wa matenki makubwa ambayo yaliko foresti ambao ujenzi unaendelea, ambao ni tenki kubwa, ambao kwa mkoa wetu wa Mbeya hatutakosa maji huko mbele na kila mtu hata lalamika maji, kwa ajili ya huo ujenzi, kwa pesa zilizotolewa na rais wetu mama Samia kwa mkoa wa Mbeya. Kwanza kabisa, nisa tunamshukuru sana. Pia tunapenda kumshukuru mbunge wetu tuliaksoni, maana hao bila wao tusingepata hivi hivi tunavyoviona mkoa wetu wa Mbeya. Pia tumefika mahali hapa hapo, tumeona sehemu ambayo maji yanachujwa mpaka sisi tunapata maji masafi. Tunapata maji masafi kwa sababu ya gharama zinazotumika idara ya maji, kuna dawa zinazotumika, dawa zile zinazotumika ni gharama kubwa. Napenda kuwaasa wananchi wote wa mkoa wa Mbeya kutoa bili ya maji inapofika tu, bili ya maji tu, tu, wananchi wote tunatakiwa tutoe kwa wakati ili tuhudumiwe kwa wakati katika idara ya maji. Naitwa Gwantwa John Mtumbwa, ni mwenyekiti kutoka kata ya Iwambi mtaa wa Ivwanga. E, mpaka sasa hivi nipo mahali hapa ambapo nimekuja kwenye semina hii, huwa mimi naona kabisa kwamba kwa itikadi zetu za Mwafrika ambapo tulikuwa hatujali maji kwa kweli. Kwa sasa hivi kupitia hii serikali ya Mheshimiwa Rais wetu Samia kwa kweli, tumepata maono mazuri ambayo mimi nimefurahi sana, na kama mwenyekiti basi, nitakuwa mstari wa mbele sana kuhakikisha maji haya hayapotei bure, kwa sababu mara nyingi watu wanakuwa wamekata mpira bila hata utaratibu wowote wa, lakini wakati mwingine tunaona maji yanatiririka bila hata kuchukua hatua yoyote, kwa sababu tulikuwa hatujui umuhimu wake. Kwa hiyo nafikiri tutawahimiza wananchi na pia tulipe bili bila kupoteza muda. Kwa hiyo mimi naona kwamba nafurahi sana kwamba kwa wataalamu wetu waliotuleta mahali hapa, kwa kweli tumefurahi sana. Naitwa Suleiman Shaibu Salum, ni mwenyekiti wa mtaa wa Mkombozi uliopo ndani ya jiji la Mbeya kata ya Rwanda. Kwa hakika ziara hii imetupa mafunzo makubwa sana, hususan kwa wananchi, tutakwenda kuwaelimisha ni kiasi gani kumbe maji yanahitajika eh, kuyatumia vizuri. Kwa sababu gani? Tumejifunza maji yanavyofanywa treatment, kama hapa tumetoka katika kituo hiki, tuko bado ni maji he, gharama inatumika kubwa sana, gharama inatumika kubwa sana. Hata hizi bili tunazolipa ni bili kwa kweli ni rafiki kwa wananchi. Nje ya hapo maana yake bili ingekuwa kubwa zaidi kutokana na madawa yanavyotumika namna gani tunapata haya maji. Lakini pia nimejifunza gharama za umeme zinatumika kumbe ni kubwa sana kusukuma haya maji mpaka yanatufikia kwenye mitaa yetu, gharama zake ni kubwa sana. Naitwa muhandisi Barnabas Konga, ni mkurugenzi wa usambazaji maji na usafi wa mazingira. E, siku ya leo katika kuadhimisha wiki ya maji tuliona kwamba mamlaka ikaona ni vyema kuanza kuwashirikisha wadau wake. Tulianza na wanahabari, lakini siku ya leo tulikuwa na wale wenye viti wa serikali ya mtaa. Tumepitisha katika miundombinu ya maji, sehemu ambazo tunazalisha maji wameona taratibu. Eh, tumepisha sehemu ambazo tunatibu, tunatibu maji mfano hapa kituo cha kutibu maji cha Swaya na tumeelezea tuna maji tunaozalisha ambayo lita milioni 73.5 kwa siku na mahitaji milioni 90 kwa siku, na utekelezaji wa miradi mbalimbali ikiwemo utekelezaji wa mradi mkubwa wa maji wa kimkakati kutoka chanzo cha Mto Kiwila. Lakini pia tumeelezea gharama hizi kwamba gharama hizi kwa uhalisia wa wake zinabebwa sana sana na serikali kwa sababu ukiangalia unit moja ya maji ni shilingi 1560. Tunavyosema unit tunavosema moja ni sawa sawa na lita 1000. Sasa unaweza kuangalia kwamba lita 1000 za maji zinauzwa kwa shilingi 1560. Maji haya ambayo yametolewa kwenye vyanzo eh, tumeyasafirisha yamewekewa dawa, kwa kuna gharama za umeme, lakini ndio kuuza kwa shilingi 1560, lakini kuanza na mabalozi hao hawa kutembea nao ambao ni wenye viti wa serikali ya mtaa kwanza na wenyewe wanapata uelewa na kweli wa mba, mbea, ni kweli wamekiri kwamba wao hawakutambua, walijua kwa jiografia ya Mbeya ni maji ambayo yanatoka milimani na kushuka, lakini wameona kwamba kuna mwekezaji mkubwa ambao wanatakiwa, lakini pia mamlaka imekuwa ikitoa elimu sana sana kwa wananchi kuhusu swala e, gharama za maji, ikiwa sambamba kuweza kuwasitisha huduma wale ambao wanakuwa wamechukua muda mrefu ambao hawajalipa bili zao. Baada ya elimu sana kutolewa, elimu hii ni endelevu, elimu hii haishii mara moja. Tumeanza kwa viongozi, wananchi, tunaelesha, tunatumia vyombo vya habari, tunatumia magrupu ya WhatsApp, tunaelezea, waone kwamba uwekezaji ufanywa serikali ni mkubwa, hivyo na wao wanajukumu la kuweza kuchangia hizi gharama. Lakini kiukweli kwa ni kwamba sehemu kubwa gharama hizi inabebwa na serikali, mwananchi anachangia ni kile kiasi kile kiasi kidogo. Lakini ingekuwa ni mwananchi kulipia gharama zote, kiukweli, gharama za uendeshaji ni kubwa, miradi ya maji ina, ina gharama kubwa.